Safi. Safi. Dokta mwinyi safi, Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya pamoja na viongozi wote mliokopa hapa, uh, kwa heshima ya mwenge wetu wa uhuru, kwanza niweze kutoa shukrani zangu za dhati kwako pamoja na viongozi wote kwa kuweza kusimamia mradi huu mzuri wa maendeleo. Anawashukuru sana REA kwa kazi kubwa mnayoifanya ya kuhamasisha maendeleo na kuleta umeme kwa wananchi wetu kkanilize kwenu kwa kazi mnayoifanya, hakika mnaonyesha mfano mzuri sana. oye oyey meme oye wilaya, kipekee nipende kushukuru wewe waheshimiwa wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani kwa kuendelea kusimamia miradi ya maendeleo katika wilaya yetu ya Mufindi. Hakika kazi kubwa inafanyika na kama mfano tunaouona huu, umeme huu unaweza kusambazwa katika vijiji vingi katika halmashauri hii na wilaya hii ya Mufindi. Tunawapongeza sana kwa kuendelea kumsaidia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa azma yake ya kuleta umeme na maendeleo kwa wananchi wa wilaya ya Mufindi. Hongereni sana Mheshimiwa, Mheshimiwa mbunge oye! Mheshimiwa mbunge safi, madiwani safi. Oye Yuhani, safi safi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Muungano wa Tanzania. Baada ya kuyasema hayo, mwenge wa uhuru unayo furaha na, na azma kubwa ya kuzindua mradi huu na kuweka jiwe la msingi ili kuonesha kazi kubwa inayofanywa na wenzetu wa REA katika kuwaletea umeme wananchi wa kijiji hiki cha tenirolo vitongoji cha yeah, Ilala na tumeambiwa kuwa zaidi ya vitongoji mia na saba itaweza kupata huduma ya umeme, kwa kazi hiyo itaweza kurahisisha uchumi wa wananchi hawa, lakini pia kuhamasisha shughuli za kimaendeleo katika eneo letu hili. Niwapongeze sana kwa kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuleta maendeleo katika maeneo yetu. Hongereni sana, naomba msiache kufanya kazi kubwa, na kama kuna marekebisho madogo na imani waheshimiwa bunge kusaidizana na waheshimiwa madiwani wanaweza kulatibu na kuweza kutuongelea katika maendeleo hoye e safi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Haya, baada ya kuyasema hayo, niko tayari kwa ajili ya kuendelea na kuengelea nahatika